kama mkuu wa kitengo cha umeme katika Kizikula, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirika la umeme la ZECO. Uh, kwa sababu tulikuwa tuna face changamoto nyingi hapo awali like tulikuwa na low voltage, tulikuwa na upside down za umeme, lakini kuanzia marekebisho yamefanyika, tunapongeza kwa watu waliofikia, kwa sababu sahizi umeme umetulia. Uh, mapendekezo yangu ama mashauri yangu kwa shirika ningependa kwamba wanapokuwa uh, fanya service za main line watutaarifu, ama watoe taarifa kwa wahusika wanaotumia umeme ili kuwa aware ama kuwa tayari kwa ajili ya matengenezo. Kwanza nipongeze uh, shirika la Zeco kwa huduma ambazo wanazitoa, na pia shukrani nyingi sana ziende kwa zati ambao tulipata kukaa nao kikao kwa ujumla wao, ZECO pamoja na Zati, na pia pongezi ziende kwa meneja mkuu wa shirika la ZECO kwa sababu kikao tulichopata kukaa tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na mbili nafikiria sasa ndio matokeo ambayo tunayaona, kwa sababu upande wa mkoa wa Kusini hususan huku tuliko Kizimkazi tulikuwa na changamoto kubwa sana ya umeme. Na kikao kile cha tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na mbili kimeleta matokeo chana kwa sasa, kwa sababu line ambayo tulikuwa tunatumia ilikuwa imeunganishwa sehemu tofauti tofauti nikimaanisha Michamvi, Chalawe na sehemu tofauti tofauti, kiasi kwamba tulikuwa tunapata voltage au megawatt kama wanavyoita wataalamu wa umeme ndogo sana, kiasi kwamba umeme ulikuwa haujitoshelezi kwa huko upande wetu wa Kizimkazi. Lakini kwa sasa tunashukuru, kila kitu kimebadilika na yale mapendekezo ambayo tuliweza kuyatoa kwenye kikao ambacho tulipata kukaa tarehe kumi na tisa kimeleta matokeo chanya ambayo tunaishukuru sana shirika la ZECO na tunashukuru pia meneja wa ZECO, tukimshukuru sana, pamoja na zati kwa ujumla wake, kama alivyohitaji tuweke kikao na wawekezaji, na matokeo yake ndio haya. Kwa sasa hatuna shida yoyote ya umeme. Umeme sasa hivi unapatikana wa kutosha, na pointi kubwa ambayo nimpenda kuipendekeza na ndio hii ambayo leo imeweza kufanyiwa kazi ni ile ya kwamba kama kutakuwa na uwezekano wa kugawanya hii laini tunaotumia moja sisi wa huku Kizimkazi pamoja na upande wa Michamvi, na hilo limeweza kufanyika. Na kwa sasa, at least, mambo yanaenda vizuri kwa hivyo nashukuru sana kamati ya ZATI pamoja na shirika la zeko kwa ujumla wake kwa kazi nzuri ambayo wameweza kuifanya na sasa matokeo yake ndio haya ambayo tunayaona. Wito wangu kwa shirika katika swala zima la kuboresha huduma hii ya umeme, napendekeza pia kwamba endapo kuna kuwa na marekebisho yoyote makubwa ya kimkakati, hususani yani, kwenye swala zima hili la maboresho ya umeme, ni vyema wakawa wanafanya vikao vinasaidia kwamba kutoa mawazo ambayo yataweza kufanya kwamba lile ambalo linahitajika kuweza kufikia hatua nzuri ya kimaendeleo, kwa sababu wawekezaji wanachangia mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya taifa. Sasa lolote linalotaka kufanyika kwa shirika la umeme, basi ni vema wakawa wanatoa taarifa mapema, tunaitwa wawekezaji, kwa ajili ya kuweza kukaa na kuweza kutoa michango yetu, ili ZECO waweze kuifanyia kazi, kama kilichofanyika tarehe kumi na tisa, na sasa matokeo yake ndo tunayaona sasa toe shukrani zangu na kwa niaba ya kampuni tunapenda pia kumshukuru Rais wetu wa Zanzibar wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kwa kweli, kwa kuweza kupitia kila sekta na kuweza kujua matatizo ambayo yanasumbua na kuyatatua kwa ujumla wake. Hili tumpe pongezi sana, hongera sana Dr. Mwinyi kulingana na haya ambayo unayatenda. Unayatenda ZECO ipo kuimarisha maisha yako.